Siku ya leo tutaangazia kuhusu kijana mmoja mashuhuri aliyeishi maisha ya kifahari akivaa mavazi ya thamani yaliyong'aa, na kila mara alijipulizia manukato bora zaidi yaliyotawanya harufu nzuri kila alipopita. Lakini safari ya maisha yake yalibadilika ghafla, kama mshumaa ulioachwa kando ya bahari unapopulizwa na upepo. Akaacha utajiri, familia na starehe zote akachagua imani, hivyo akawa mmoja wa mashujaa wakubwa wa, wa Uislamu. Huyu si mwingine bali ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kijana aliyejulikana kwa anasa kabla ya Uislamu, lakini akawa mwalimu wa kwanza wa Qurani mjini Madina. Hatimaye akafariki shahidi katika vita vya Uhudi. Karibu katika Islamic Book Story. Tusafiri pamoja katika simulizi hii ya maisha ya Mus'ab bin Umair. Huko mjini Makka, kabla ya Uislamu kuenea, aliishi kijana mmoja ambaye jina lake lilitajwa sana na kila mtu kwa heshima. Kijana huyo alikuwa ni Mus'ab bin Umair. Mus'ab alikuwa mtoto pekee katika familia tajiri ya kabila la Kikureshi. Mama yake alikuwa mwanamke mashuhuri mwenye mali nyingi. Kwa kuwa Mus'ab alikuwa kipenzi chake, hakuruhusu upungufu wowote wa, wa mahitaji katika maisha yake. Nguzo za maisha ya kifahari zilikuwa zimemzunguka kila mahali. Alivaa nguo za kifahari zilizotengenezwa kwa vitambaa bora zaidi vilivyokuwa vikipatikana mjini Makka. Harufu ya manukato yake adimu yaliyotengenezwa kutoka India na Yemeni yalisambaa kila alipojipulizia na kila alipopita, yakiacha harufu nzuri nyuma yake. Alikuwa mfano wa kijana aliyependeza machoni mwa watu. Alipoingia katika mikusanyiko, watu waligeuka kwa mshangao, wakivutiwa na sura yake nzuri yenye mvuto wa pekee. Marafiki zake walimpenda sana na kila mtu alimwona kama kijana wa ndoto anayetarajiwa kuja kuwa mtu mkubwa katika jamii ya Makka. Kijana huyu hakukosa chochote katika vitu vya dunia. Pamoja na kuwa na kila kitu, ndani ya moyo wake kulikuwa na jambo lililozidi anasa na fahari, alikuwa na kiu ya kutafuta maana ya kweli ya maisha. Kila alipokuwa akipita mitaani, alisikia uvumi kuhusu mtu mmoja anayeitwa Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wasallam anayewaita watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kuacha ibada za masanamu. Mus'ab hakujua kuwa simlizi ya maisha yake ingetoka kwenye anasa na fahari za Makka kuelekea kwenye njia ya kujitolea kwa ajili ya imani na kuwa mmoja wa mashujaa wakubwa wa, wa Uislamu. Vijana wa Maka walikuwa wakizungumza kwa sauti za siri kuhusu mtu mpya aliyedai kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Habari zikamfikia Mus'ab. Kwa moyo wenye shauku alitamani kujua ukweli, hivyo alienda kwa siri katika nyumba ya Arkam, nyumba ndogo iliyokuwa maficho ya waislamu wa mwanzo wa nyumba ya Darul Arkam. Palikuwa mahali ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha wale waliomwamini. Basi alipokaribia, pumzi yake ilijaa hofu na shauku, na moyo wake ulipiga kwa nguvu. Hakwenda pale kwa anasa kama alivyokuwa akiingia katika mikusanyiko ya kifahari ya Makka, bali kwa kiu ya kutafuta ukweli. Aligonga mlango kwa upole na heshima, mlango ukafunguliwa, akaingia ndani ya nyumba kwa haya akawasalimia watu kwa tabasamu na unyenyekevu, kisha akaketi pale safu ilipoishia. Macho ya watu yakamtazama kwa mshangao, kwani hawakuamini kwa, kwa wanachokiona. Wote waliomba kwa mioyo yao kwamba Allah amwongoze huyu kijana na wengine kama yeye kwenye njia iliyo njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kuwapa mawaidha maswahaba wake akiwatahadharisha na moto na akiwabashiria pepo, kisha akawasomea aya za Qur'ani. Zikawaingia moja kwa moja kwenye mioyo yao, zikawapa utulivu na amani wa kiroho. Maneno ya Qur'ani yaliyosomwa yalimwingia moja kwa moja moyoni mwake. Hapo ndipo safari yake mpya ikaanza. Bila kusita, Mus'ab akatamka shahada akakubali kuwa hakuna Mungu wa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake. Akatoa ahadi kwa mtume kumsikiliza na kutii iwe katika hali rahisi au ugumu. Baada ya Mus'ab kuingia katika Uislamu, aliamua kuficha habari hiyo. Hakutaka kumhuzunisha mama yake aliyekuwa akimpenda kupita kiasi kwa kumwambia kuwa ameacha dini ya mababu zake. Alijua wazi mama yake angempinga, kwani alikuwa mfuasi mzuri mno wa ibada za masanamu. Vilevile vile, hakutaka Makuraishi wajue haraka kuhusu kusilimu kwake. Alijua vyema makabila ya Makka yalikusudia kumtesa yeyote atakayejaribu kuacha ibada ya masanamu yao, na hasa kijana kama yeye ambaye alikuwa kielelezo cha heshima na fahari ya ukoo wao. Ingekuwa ni fedheha kubwa kwao kumwona akiufuata Uislamu. Kwa muda fulani, Muswabu aliendelea kumtembelea Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa siri. Alifurahi kukutana naye na alijipatia faraja kubwa kwa nasaha na mawaidha yake hadi siku moja Othmani Ibn Thalha alimwona Muswabu akiswali, akaeneza na akasambaza habari hiyo. Kuanzia hapo mateso ya Muswabu yakaanza. Wazazi wake na makureishu waliposikia walikasirika sana. Mama yake aliyempenda kuliko kitu chochote alimpa masharti magumu: chagua kati yangu na hii dini yako mpya. Muswabu alisimama imara, akasema kwa utulivu, lakini kwa hakika nimechagua Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hasira ya mama yake ilichupa mipaka, akamfukuza nyumbani na akakata kila uhusiano wa kifamilia. Kijana ambaye jana tu alikuwa akihesabiwa miongoni mwa matajiri zaidi wa Maka, sasa akawa maskini hana kitu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na furaha na utulivu ambao hakuupata kamwe katika anasa za dunia. Makuraishi nao walimkamata wakamfunga gerezani wakamwadhibu kwa muda mrefu, wakampiga na kumtesa. Waliamini kwamba kwa mateso hayo wangemfanya aache Uislamu, lakini wapi, hawakuweza kumwondoa kijana huyo kwenye dini yake, kwani alikuwa tayari ameonja utamu wa imani. Wakati Waislamu walipofanya hijira ya kwanza kwenda Habasha ili kuokoa nafsi zao kunakwa adhabu na mauzi mbalimbali mbali ya Makoreishi, Mus'ab alikuwa miongoni mwao. Aliacha anasa heshima na hadhi ya kifamilia akakubali upweke umbali na umasikini, yote kwa ajili ya Allah na mtume wake. Mus'ab aliporejea Makka akiwa duni, watu hawakumtambua tena. Yule kijana aliyekuwa na sura nzuri na uso wenye nuru sasa alikuwa amejaa shida, nguo zake zilikuwa zimechakaa, wakati zamani alikuwa mtanashati aliyevaa nguo za thamani. Ngozi yake ilikuwa imekauka, wakati awali ilikuwa laini na nyororo. Uso wake ulikuwa na mikunjo ya tabu, wakati zamani ilikuwa ng'aavu na maridadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwona akija akiwa amejifunga ngozi ya kondoo iliyochanika, basi Mtume akawaambia masahaba wake, mtazameni huyo kijana ambaye Mwenyezi Mungu ameupa nuru moyo wake. Hakika nilimwona akiishi kati ya wazazi wawili waliokuwa wakimlisha vyakula na vinywaji vitamu kabisa. Lakini upendo wake kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake umempeleka katika hali mnayoiona leo. Mateso yalipozidi, alihama tena kwa mara ya pili kwenda Habasha, lakini hakustahamili kuwa mbali na mtume wake. Alirejea Makka, akashikamana na mtume wake kama kivuli, akawa miongoni mwa wenye kuhifadhi Qur'ani zaidi na kuifahamu dini kwa undani. Mwaka na yautume, wa 11 baada ya utume, baadhi ya watu wa Yathriba, Madina, walienda Maka kwa ajili ya hija. Walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaingia katika Uislamu. Wa walimwomba Mtume awape mwalimu ambaye atawafundisha dini hii na kuwafundisha Qurani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua Musabu bunu Umairi. Kijana maskini aliyenyang'anywa kila kitu kwa ajili ya imani, sasa akawa mwalimu wa kwanza na mlinganiaji wa Uislamu mjini Madina. Musabu akaondoka Makka kwa unyenyekevu, lakini kwa moyo uliojaa dhamira. Alipofika Madina, alifundisha Qur'ani na kuwafundisha watu misingi ya dini yao kwa heshima yake. Musabu hakuwafundisha kwa ukali wala kwa mabishano, aliwafundisha watu kwa busara, aliwasomea Qurani na maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyogusa nyoyo zao. Hata viongozi wakubwa wa Madina kama Saad ibn Muadh na wengineo waliingia katika Uislamu kupitia juhudi zake. Mji wa Madina ulianza kubadilika, kila siku idadi ya Waislamu iliongezeka, nyumba nyingi zikawa zikiongozwa kwa Qurani na kwa mara ya kwanza Uislamu ukaenea kwa kasi nje ya Maka. Mwaka uliofuata idadi kubwa ya watu wa Madina walienda Maka kwa ajili ya Baiatul aqabatu ya pili, wakampa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiapo cha uaminifu. Wengi wao walikuwa wamesilimu kutokana na juhudi za Musabu, hivyo kijana huyu akawa kiungo muhimu kati ya Maka na Madina na mchango wake ukawa msingi wa kuhamia mtume na waislamu katika mji huo. Miaka michache baada ya hijra ya mtume kwenda Madina, Waislamu walikabiliana na maadui wao Makoreshi katika vita vya Uhudi. Vita hii ilikuwa kubwa baada ya ushindi wa kwanza wa vita vya Badiri. Na sababu ya vita hii ilikuwa ni kulipiza kisasi cha vita vya Badiri na kurejesha heshima ya Makoreishi. Siku ya Uhudi, mtume alimpa Mus'ab bin Umair jukumu kubwa sana, jukumu la kubeba bendera ya Uislamu. Kubeba bendera katika vita ilikuwa ishara ya heshima na ujasiri. Ilikuwa pia alama ya mshikamano wa jeshi. Bendera ikianguka inakuwa ndiyo ishara ya kushindwa vita. Vita vilipoanza Mus'ab alionekana jasiri akipigana huku akiwa amebeba bendera kwa mikono yake. Alikuwa mfano wa ujasiri kwa kila kijana, akiwahimiza Waislamu wasirudi nyuma. Lakini adui mmoja wa Makoreshi alimpiga kwa upanga wake na akafanyikiwa kumkata mkono, wake ukaanguka chini. Mus'ab akaishika bendera kwa mkono mwingine pia, tena mkono wa pili ukakatwa ukadondoka chini. Musabu akaikumbatia bendera kwa viwiko ili isidondoke chini, mpaka alipopigwa na mkuki kifuani na kuanguka chini, akafariki akiwa shahidi. Baada ya vita, Mtume na maswahaba walipita kati ya maiti za mashujaa waliouawa. Walipofika kwa Musabu walihuzunika sana, walimwona yule kijana aliyekuwa wa kifahari zaidi wa Makka, sasa akiwa amelala akiwa hana kitu isipokuwa imani yake. Hata sanda haikumtosha, isipokuwa walipata kijipande kidogo tu cha kitambaa, na pindi walipomfunika mwili wake wote, wakifunika upande wa kichwani, miguu yake inabaki wazi, wakifunika miguu, kichwa chake kinabaki wazi. Mtume akawageukia maswahaba wake kwa huzuni na machozi. Akasema maneno ya Mwenyezi Mungu yanayopatikana katika Suratul Ahzabi kuanzia aya ya 23, inayosema, miongoni mwa waumini wako waliotimiza ahadi yao kwa Mwenyezi Mungu, wapo waliokufa kishahidi, na wapo waliosubiri wala hawakubadilisha chochote katika ahadi zao. hivyo ndivyo maisha ya Mus'ab bin no Umair yalivyokuwa, safari ya ajabu kutoka kwenye maisha ya anasa na heshima kubwa mjini Makka hadi kufa kishahidi akiwa hana chochote cha dunia isipokuwa imani yake thabiti. Mus'ab anatufundisha kwamba, moja, imani ni bora kuliko mali. Aliacha nyumba ya kifahari na mavazi mazuri kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu. Mbili, ujasiri ni nguvu ya mabadiliko. Akiwa kijana alileta nuru ya Qur'ani Madina na kuandaa njia ya mtume kuhamia. Tatu, ujasiri ni alama ya waumini alibeba bendera ya Uislamu hadi pumzi yake ya mwisho bila kurudi nyuma. Tatu, ujasiri wa kweli si vitu vya dunia bali ni imani na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Usisahau kusubscribe hapa kwenye Islamic Book Story ili upate simulizi nyingine za kuelimisha kutoka kwenye vitabu sahihi ili tuyafahamu maisha ya maswahaba na historia ya Uislamu.